na biashara kati ya Kenya na Japan imeimarika kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha chini ya miaka kumi, lakini Kenya ina upungufu wa biashara na Japan. Mwaka uliopita, Kenya ilinunua bidhaa zenye thamani ya dola milioni 816 kutoka Japan, hasa magari na mashine nzito, huku mauzo ya nje ya Kenya, ikiwemo chai, maua na bidhaa nyingine za kilimo, yakifikia ya dola milioni 69.2 pekee. Marian Nyambura anaangazia ripoti hii kwa kina kutoka Osaka, Japan. Japan ni nchi ya maendeleo yenye uchumi wa kisasa na sekta yake ya viwanda ni miongoni mwa sekta zilizo bora zaidi duniani. Hata hivyo bidhaa za Kenya zinazofika Japan ni chache sana, changamoto hii ikijadiliwa kwa kina kwenye kongamano la wafanyabiashara wa Kenya na Japan lililofanyika katika ukumbi wa kimataifa wa Osaka. The trade balance has consistently been in favor of uh, Japan with the current ratio at about 1 is to 13 due to the high level of imports uh, compared to exports uh, from Kenya. Changamoto kuu zilizotajwa ni pamoja na ukosefu wa ndege za moja kwa moja kati ya nchi hizo na upungufu wa majukwaa ya biashara ya kidijitali nchini Japan. Trade balance is uh, highly uh, depending on the free uh, activity of the business community, business uh, uh, uh, activity uh, we will provide a, a great uh, opportunity in conjunction, conjunction with TICAD 9 conference Uh, mazungumzo haya yanajiri wakati ambapo nchi ya Kenya inatambuliwa wiki hii kwenye maonyesho ya Osaka mwaka elfu mbili ishirini na tano ambayo yanaendelea nchini Japan. Kenya ni miongoni mwa nchi mia moja sitini na moja zinazoshiriki maonyesho hayo ya dunia yaliyoanza mwezi Aprili mwaka huu na ambayo yatatamatika mwezi Oktoba. business Licha ya changamoto za soko la bidhaa za Kenya nchini Japan, idadi ya makampuni yaliyoanzishwa nchini humo imeongezeka kutoka 25 hadi 120. Meria Nyambura, runinga ya Citizen, Osaka, Japan. Na,